Nite grand notable Migabo Cherubala Pascal eh, nikiwa porte parole wa babubu, nimefanya audio hii eh, kwa kualika société civile kwa kualika wa leader d'opinion wote kwa kualika droits de l'homme national et international. Audio hii ni kwamba magumu yote ambayo wakongomani wanamupitia kwenye est ya Kongo, vifo ambavyo viko vinapata raia kwa wakati hii ya vita zisiyokuwa na mkia na kichwa wa ndugu zetu ambao wako wanafariki kiolela, tunaomba eh, Droit de l'homme national et international, ba leader d'opinion, société civile, au wandugu wetu wakuwe wakuwe deklare wa martir, sababu maisha mbamu tuko tunaishi mweste ya Kongo ni kienama, ikiwa tungali duniani, mutu analamka asubuhi alipata bal perdi na nakufa. Mtu alilamuka asubuhi anaenda kwa munganga, iko mgonjwa, kufika pale hakuna madawa ma spesialite zenye, zenye zinaweza tunza mgonjwa, kwa sababu njia zinafungwa huku na, huku na kule sababu ya vita. Munganga anaonesha ndio mtu ni mgonjwa na angelistahili apewe dawa fulani, kwa ubovu wa, wa bahati munganga hapata ile dawa kwa sababu njia zinafungwa nahaba, anafia, alikosea, musafari, tembe, haju, na haba wala na bali. Ule mtu anafia nini? Ule mtu alikosea nini? Utakuta mtu alikuwa msafari iko na tembea, anaanguka mwambisikadi yenyewe hajuu, na mtu anafariki pale pale. Utakuta mtu badi mwingilia nyumbani kwake na wanamuua kwa sababu silaha zinaangaika huku na zinaangaika kule, hatujue nani anashika silaha na nani ashike silaha. Le plus victime ni population, c'est pourquoi tunalomba watetezi wa raia, mbele ya kuzika mtu leo ama kesho, mumdeklare martir sababu tunafia patriotisme yetu. Hatutakimbia inchi, inchi ni yetu hatutakimbia nchi, hatutaenda nchi za za kigeni, lakini nyinyi ambao munashika silaha, mutumalize tu mutumalizie hapa, ila washika silaha wa Kongomani, washika silaha wageni ambao munapatikana Kongo hii muna yote, mutailipa mutailipa kwa damu zenyu ama kwa damu za jamii zenu. Vita inatusaidia ni nini? Wafanya siasa, wafanyasiasa, ninyi wote wafanya siasa, muna deni zetu, tuliwapatia manda ngambo zote mbili, manda ziliwatajirisha, lakini mnaona rekompansa ya kutuletea ni vita tu, tuangaike sisi na watoto zetu, wamama zetu wabakwe, wafia wetu wabakwe, watoto wetu wabakwe pate magonjwa za mabraki yale yote njo rekompansa ye munatufanyia. Nyi wafanywa siasa, wanajeshi, washika silaha, na penda niwakumbushe kitu kimoja. Japa wanasema kama jeshi ni exekita, alakini ordre mal ordone nayo kijeshi inaikatala wajeshi wetu, mukumbuke kama sisi ndio tuliwazala mlitoka mujamaa, hakuna jeshi mwalitoka mumuti huo, jeshi wa kigeni wala uko ndani ya nchi hakuna, mwanajeshi mwalitoka mumuti. Kwa nini mutese majamaa na mko mnaangalia? Hata majeshi ya Kongo, majeshi ya Kongo, kwa hizi madesizio ze munaexikitaka za mubaya zilishaka wafaidisha nini? Wanajeshi, mulitumiwa muuwe nyota ama mwangaza ya Kongo, mukamuua Patrice Emery Lumumba, kisha kuwa Patrice Emery Lumumba mulimuua Lora Ndezire Kabila, mulimuua wakina Mamadu Ndala Mustafa, kisha haya yote mulipata nini? Mshahara ya jeshi ya Kongo ni gani? Mshahara gani mlipata kwa haya yote? Na ndio sababu mwanajeshi, tumika kwa kumutii Mungu na kwa kumwogopa, kwa sababu wafanya siasa ndio wanawafanya vibaraka vyao na wanawatuma kwa uharibifu wa raia na uharibifu wa inchi. Kisha hapo mna mshahara gani? Faida ni gani kwa haya yote? Kwa haya yote ikiwa mnawezi nielewa vizuri, jeshi ana kazi kubwa ya kulinda inchi mipaka ya nchi inchi, wana inchi na mali yao. Kwa leo tuko wapi? Kwa leo tuko wapi? Wajishi, tumewazaa mtutumikie, mko watoto wetu. Wafanya siasa tuliwazaa mututumikie, mko watoto wetu, konteni na maisha ambamo tunayoishi. Kwa leo nayo ombi, kila kongomani mwatakufa, mkongomani mwatakufa kwa mida hizi hapa est akuwe deklare martir parce que se ni nosa, se ni nosa ana anakufa kubienye hajui ha. Iko savile mutego inanasa nyama mupori, nyama haina probleme na muti haina probleme na mayani haina probleme na pori m mutego inainasa tu, donc wakongomani tunakufa juu ya patriotisme yetu, sababu inchi yetu hatutaiachie mutu yeyote sababu ya maintimidasio, sababu ya mauaji. Hata Mkongomani mmoja ule mwatabaki, atabaki ni pale pale. Lakini mmoja akakufa leo, tumdeklare martir, mwengine akakufa kesho, tumdeklare martir, aksent. Ilikuwa ni sauti ya porte parole wa babubu grand notable.